Majira ya saa tatu dakika 26 asubuhi, tulipokea wito wa uwepo wa tukio la ajali katika mtaa wa Mafiati katika jiji la Mbeya. Kwa haraka sana, tuliweza kufika eneo la tukio na kukushuhudia, kweli kulikuwa kuna ajali ambayo ilihusisha magari mawili, gari dogo aina ya pickup na gari kubwa la bus I mean coaster, ambayo yaligongana na kuweza kusababisha majeruhi katika ajali hiyo. Majeruhi watatu waliweza kupata majeraha na walikimbizwa katika hospitali ya rufaa ya kanda kwa ajili ya kupata matibabu zaidi. Niendelee kutoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Mbeya na Watanzania kwa ujumla kwamba kuhakikisha kwamba wanaendelea kutumia namba yetu ya dharura, jesha za zamoto na ukoaji kwa taarifa kwa haraka, ili waweze kupata msaada stahiki, ili jesha za moto na ukoaji liweze kuokoa maisha na mali zao.